Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu haujambo? Jambo. Leo nimekuandalia makala nyingine nzuri ambayo ninaamini kabisa itakusaidia katika mfumo wako wa maisha ya kila siku. Wote tunatafuta, wote tunatamani kukua kiuchumi, vijana wa kiume na wa kike, wazee kwa vijana. Lakini yako mambo matatu ambayo nimekuandalia yatakayokufanya kuinuka kiuchumi. Na somo nimelipa kichwa kinachosema Mambo matatu nayokufanya uinuke kiuchumi. Jambo la kwanza, usidhulumu mali ya mtu. Dhuluma ina tabia ya kuleta relief ya muda mfupi, alafu kisha inakuangamiza. Wakati watu wengi wako tayari kufa kwa ajili ya kupata utajiri, kuna wengine wameamua kuua watu wengine kwa ajili ya wao kutajirika. Usiwe mmoja wa hao Machozi ya mtu uliyemdhulumu mali yake, machozi ya mtu uliyemdhulumu hela yake, machozi ya mtu uliyemdhulumu haki yake hayawezi kukuacha salama. Jambo la pili, kuwa mwaminifu katika fedha. Mtu mmoja aliwahi kusema, ni rahisi sana kurudisha uhai wa aliyekufa kwa sababu huenda akatokea mchungaji ama mtume akamwombea akapona, kuliko kurudisha uaminifu uliopotea. Mtu hawezi kukuamini mara mbili. Ukiingia kwenye mapatano ya kibiashara na mtu, hakikisha haubadiliki badiliki, hata kama utakutana na stori ipi. Ni afadhali kupata hasara kidogo kuliko kupoteza uaminifu lakini kuna watu ambao wanaajiriwa kwenye maduka ya watu ama kwenye biashara anadokoa, leo ametoka na mia, kesho mia tano, kesho elfu moja. Ninakuambia, hauwezi ukafanikiwa na fedha za udokozi, na hayo ndiyo mambo yanayofanya watu wengi sana wanapishana na baraka, kwa sababu hawaheshimu pesa za wengine. Heshimu pesa ya mtu. Pointi namba tatu. Kimbia mikopo. Biblia inasema mkopaji ni mtumwa wa mkopeshaji, na ikiwa una mikopo nafahamu sasa, hapa nimegusa penyewe kabisa. Kuna watu wamekopa mpaka ile mikopo mnaita nini ile, kausha damu, na damu zinakauka kweli kweli. Na nikuambie tu ukweli ni kwamba watu wengi wamekimbia familia zao, wamekimbia makanisa, wamekimbia msikiti kwa sababu ya mikopo. Kama unaweza jitahidi kuishi kulingana na kipato chako. Jitahidi sana kuishi kulingana na bajeti yako. Kama unakopa, basi usiwe na hakuna njia nyingine yoyote ambayo unaweza kupata fedha angalau, lakini hata hapo, kopa unachoweza kulipa. Ukipenda kukopa, penda kulipa pia. Mgani mmoja katika shairi lake aliandika, ukipenda kuazima vitu rudisha mapema, moyo usije zizima, vikawa vyako daima ubongo wako tumia, mbivu na mbichi kujua, ili unapopokea ujue pia kutoa. Jambo la mwisho ambalo natamani kukuacha nalo, ndugu mtazamaji na msikilizaji na rafiki yangu mpendwa, ya kwamba unapojenga, unapopambana kujenga utulivu wa kiroho, pambana pia kujenga utulivu wa kifedha. Mungu akubariki sana unapopambania ndoto zako kwa ajili ya kuinuka kiuchumi.